Mizozo kuhusu ardhi imekuwa kama moto wa kuwachoma waliomo na wasiokuwemo eneo zima la Pwani. Miaka nenda miaka rudi, umiliki wa ardhi umekuwa kama ishara ya ubonyenyi, na hapa Malindi maeneo ya Chembe Kibabamshe na Kilifi Jimba yakawa maeneo ya, ya mapigano. Ukiangalia matatizo ambayo yako pale yameletwa na, na mabepari wa ardhi wa Kikenya na wa kigeni ambao kazi yao si biashara ya kujenga mahoteli ama kufanya biashara, wako hapa, kazi yao ni kuchukua ardhi kwa wananchi bila kununua kwao na wauzie wafanyabiashara wanaoishi ng'ambo. Hapa mwenye hela na ushawishi serikalini hupata umiliki, naye maskini mwenyeji akisalia mikono mitupu. Jinsi mabwenyenye wa ardhi wanavyoongezeka, ndivyo idadi ya maskota inavyozidi kupanda pwani nzima. Nafikiri ukiangalia uskota katika Kenya umekithiri pwani. Mzee Katana ni mfano mwema wa jinsi hali hii imekuwa ya mwenye nguvu mpishe. Alipewa kipande cha ardhi na serikali miaka ya themanini, lakini eneo hili lilipoonekana kupata umaarufu wa kibiashara, ikawa kila mtu anataka kipande. Akatokea mtu mmoja anaitwa Philip Ndolo, alipokuja akasema, mimi nami nimeomba nipate kipisi katika mahali hapa. Nikamwambia kwamba sasa wewe na mimi, mimi nimetoka barabarani naenda baharini, sasa itakuwaje? tukazozana mpaka mimi nikalala ndani. Ndio masaibu waliopitia mikononi mwa watu wengine wengi waliodai kuwa wamiliki wa ardhi aliyoishi na familia yake kwa zaidi ya miaka ishirini. Kila mmoja akija anamwachia hasara. Nasikitika kwamba sasa nyumba zangu zimechomwa, mnazi yangu mingine imekatwa, miembe imekatwa, hata kunajengwa nini ukuta. Na hivi majuzi akajipata amezingirwa na ukuta mkubwa na vifusi vya nyumba yake watoto wake akalazimika kuwapeleka mafichoni. Ardhi hii anayodai yake imeibua mzozo sihaba, wengine wapata watano wakiwa na hati miliki za kipande hicho hicho cha ardhi, kila mtu aking'oa ukuta wa mwingine na kujenga wake. Is affecting the local community just here next door, they burnt the house of a local resident an elder. Ukiwa mnyonge, mnyonge wasemekana huna haki. Yule ambaye yuko mbele ndiye hata kuvurusa kwa sababu amechukua pesa nyingi. Mimi ambaye sina kitu tajitetea wapi? Ni tatizo ambalo wakati mwingi huponyoka na kuvuka mipaka na kupelekea vita, uharibifu mkubwa wa mali na hata kusababisha vifo. Mzee huyu aliondoka na bibi yake kabla afike steji ya basi, akaagana na bibi yake kurudi nyumbani saa kumi na moja asubuhi. Mzee huyu akauawa. Ardhi hapa ina thamani ya mamilioni ya fedha ambazo hazijawafaidi wenyeji ambao wengi wanahadaiwa kuuza bei ya chini huku wengine wakifurushwa kwa nguvu sasa wanajipata maskota kwenye ardhi wanayodai kuwa yao ya asili mashamba kuna watu walimiliki wengine kutoka 1960 tunaomba tu serikali iweze kutoa njia manufaa ile ambayo inaweza kutusaidia sikota na investors waweze kufaidi katika ile exercise ambayo tumefanya sasa wenyeji hawajui wakimbilie wapi. Wanahisi kwamba maafisa wakuu katika wizara ya ardhi wanaungana na mabwenyenye kuwanyanyasa. Ni tatizo linalotishia usalama wa wahusika na ambalo linahitaji kupewa mtazamo wa dharura kulisuluhisha, ili wenyeji wapate haki. Damaris Kitabi, KTN Leo.